Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mtuhumiwa mmoja mwenye umri wa miaka 33, mkazi wa maili mbili hapa Dodoma kwa kosa la kumbaka mwanafunzi wa kidato cha nne mwenye umri wa miaka 19 kwa nyakati tofauti, huku mtuhumiwa mwingine akiendelea kutafutwa kwa kushiriki kufanya kitendo hicho cha kikatili ambacho ni kinyume cha sheria. Uchunguzi wa awali unaonesha kuwa mwanga wa tukio hilo amekuwa akifanyiwa kitendo hicho na ndugu zake wawili ambao ni wajomba zake kwa tamaa za kimwili, huku wakimtishia kuyadhuru maisha yake iwapo angetoa hizo taarifa. Kwa maana hiyo tukio hili limekuwa likitendeka kwa muda mrefu kidogo, tangu tarehe mwaka 2021 mpaka hivi, uh, karibuni kwa maana ya mwaka huu 2025. Mara baada ya kupata taarifa juu ya tukio hilo, jeshi la polisi lilianza ufuatiliaji na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja aliyekuwa akijaribu kutoroka, huku jitiada za kumtafuta mtuhumiwa mwenzake zikiendelea pamoja na kumfikisha mahakamani. Hivyo jeshi la polisi linatoa wito wale wote wanaokumbana na ukatili wa aina hii kutoa taarifa mara moja kwa jeshi la polisi ili hatua stahiki na za kisheria ziweze kuchukuliwa. Lakini pia tunatoa wito kwa wananchi wanaposikia au kuona mwananchi yeyote akifanyiwa ukatili wa aina kama hii, basi watoe taarifa kwa jeshi la polisi kwa hatua zingine za kisheria. Jeshi la polisi tumekuwa tukichukua hatua za haraka, kwanza kufanya uchunguzi wa tuhuma hizo zinazolalamikiwa, lakini pia kuwasaka na kuwakamata wale wanaotuhumiwa kutenda matukio haya lakini pia kuwafikisha mahakamani na hivi tunavyoongea, e, sina tu ile ile takwimu hapa, lakini wapo waliopatikana na hatia na wamefungwa e, wengine miaka 30 na wengine wamefungwa kifungo cha maisha. Binti ambaye ndo mwathirika wa tukio hili ambalo tumelitolea taarifa kwa siku ya leo uh, pamoja na taarifa hii kupokelewa polisi, nasi pia tulishirikiana na, na wadau wengine kuhakikisha tunamfikisha hospitali ili kupata huduma za kiafya, na hivi ninavyotoa uh, taarifa leo eh, anaendelea vizuri katika tukio hili. Taarifa za, za, za tukio hili kabla eh, polisi hatujazipata eh, wenzetu wa vyombo vya habari baadhi walizipata, lakini bila hata kuja kwetu e, walianza kuzisambaza wale wote walo e, fanikisha taarifa hizi kuibuka wako salama, na yeyote atakayejaribu kutoa vitisho au kufikiria kuadhuru, jeshi la polisi liko imara shughulika nao kwa mjibu wa sheria wale wote wanaopata madhila ya aina hii kwamba eh, dawati hili linakuwa bega kwa bega na mwathirika kwa kushirikiana na wenzetu wa ustawi wa jamii kwa maana ya jiji, na hata katika tukio hili, kwa makundi hayo yote mawili, kwa maana ya polisi na ustawi wa jiji wameshiriki kikamilifu eh, kumweka katika mikono salama, lakini na kuendelea kuongea naye kama hivi ninavyosema, limetokezea kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kama ni trauma, ni kweli ameipata kwa muda huo wote, na sasa tuko katika njia sahihi ya kumsaidia.